Katika kutekeleza na kwa vitendo dhamira ya serikali ya awamu ya sita na kuongeza mauzo ya bidhaa na huduma za Tanzania nje ya nchi, serikali kupitia wizara ya viwanda na biashara imefanya kazi kubwa katika kuzitangaza bidhaa na huduma zinazozalishwa nchini katika majukwaa mbalimbali ya kitaifa, ikiwemo kuratibu ushiriki wa biashara za Tanzania katika maonyesho ya kimataifa nchini nchini mbalimbali na kujenga utamaduni wa kuthamini ubora kwenye jamii yetu na kuanzisha tuzo za ubora za kitaifa. Malengo ya kuanzishwa kwa tuzo hizi ni pamoja na kuwatambua na kuwapongeza watu binafsi waliotoa mchango mkubwa katika kuboresha miundombinu ya ubora au taasisi zinazofanya vizuri kwenye masuala ya ubora wakati wa utekelezaji wa shughuli zao za uzalishaji bidhaa au utoaji huduma. Watu wanasema mcheza kwao hutunzwa kwao, ndio maana ya umuhimu wa kuwatambua wale ambao wamefanya vizuri katika sekta ya ubora. Lengo jingine ni kuhamasisha ubunifu na uboreshaji wa bidhaa na huduma zinazotolewa hapa nchini kupitia taratibu zinazowekwa zilizowekwa chini ya miundombinu ya ubora, ambapo kwa upande wa bara inasimamiwa na Shirika la Viwango Tanzania na upande wa Serikali Mapinduzi Zanzibar ipo ZB.